Ni kukaribishe kwa mara nyingine ya kuifuatilia Dems Media na uombe usubscribe chaneli hii ili uwe unapata taarifa zetu kila tunapokuwa tunakupandishia hapa. Moja kwa moja tuangazie katika taarifa ya habari ya leo tarehe 31 Mei 2025. Na tuangazie huko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila amerejea hadharani kwa mara ya kwanza tangu kuondoka kwake nchini mwaka 2023 kwa kufanya ziara katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23. Ziara hii imeibua mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama nchini humo. Katika ziara yake mjini Goma, Kabila alikutana na viongozi wa dini, siasa na jamii, akisisitiza dhamira yake ya kusaidia kurejesha amani katika eneo hilo lenye migogoro. Viongozi hao walimpongeza kwa juhudi zake za kutafuta suluhisho la amani, wakimtaka awe mpatanishi katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo aisa Kabila alikutana na viongozi wa waasi wa M23, akiwemo Corneille Nangaa, kiongozi wa kisiasa wa muungano wa mto Kongo AFC, pamoja na Bertrand Bisimwa, rais wa M23, na Sultani Makenga, kamanda wa kijeshi wa M23. Rais wa sasa Felix Tshisekedi amemtuhumu Kabila kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanadaiwa kusaidiwa na Rwanda. Serikali ya Kinshasa inadai kuwa Kabila anashirikiana na Rwanda na waasi hao ili kudhoofisha utawala wa sasa. Hata hivyo, Kabila amekanusha tuhuma hizo, akisisitiza kuwa hana uhusiano wowote na M23 na kwamba dhamira yake ni kusaidia kurejesha amani na utulivu nchini. Mahakama ya kijeshi ya Kinshasa imewakumu viongozi wa M23 na AFC akiwemo Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga adhabu ya kifo kwa makosa ya uhalifu wa kivita, uhaini na kushiriki katika harakati za uhasi. Kurejea kwa Kabila nchini kunatishia kuvuruga juhudi za amani zinazoongozwa na Marekani kati ya Kongo na Rwanda ambazo zinahusisha ya mikataba ya uwekezaji katika sekta ya madini. Wakati huo huo, waasi wa M23 wanaendelea kupanua maeneo wanayodhibiti tangu Januari, hali inayozidisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa usalama na utulivu wa Kongo Mashariki. Katika hitimisho ziara ya Kabila katika Goma na mashauriano yake na viongozi mbalimbali mbali ni hatua muhimu katika mktaza wa kisiasa na kiusalama wa Kongo. Hata hivyo, tuhuma zinazomkabili na mvutano uliopo kati yake na serikali ya sasa vinaweza kuhasiri juhudi za kurejesha amani na utulivu nchini. Sasa kwa sasa bado haijafahamika wazi ni kwa muda gani Kabila atakuwa katika eneo hilo linalodhibitiwa na wahasi huku hali ya sintofahamu ikiendelea kutanda kuhusu hatma ya mzozo wa Kongo Mashariki. Hii ni Dems Media na nikukaribisha kuendelea kufuatilia taarifa zetu za habari zijazo, na usahau kusubscribe, kushare na wengine ili pia wapate taarifa hii. Toa maoni yako kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa. Usikose kulike video hii. Asante, tukutane kwa mara nyingine. Bye, bye.